Hasa hasa ambayo inaniumiza mimi ni klabu ya Simba, ndio inasababisha yote haya Simba. Kwa sababu kama Simba tungekuwa tunafanya vizuri, haya yote mimi nisingepitia na mke wangu anakuwa na hasira sana. Umeona? Mbaya zaidi hata, hata kama tukifungwa na Yanga. Yaani yaani, Yanga ametufunga, Yanga ametufunga sisi Simba. Hasira zote za mke wangu za kufungwa na Yanga, anamalizia kwangu. Sasa kwa sababu umefanya kosa gani? Yani anakuaga ya, na asila sana, kwa sababu unajua ni ni, ni ni kama influencer wa Simba ni wale watu wale mashabiki wakubwa wa Simba. Kwa tukizungumza sio mara ya kwanza kupigwa. Yani Simba inavyopitia wakati mgumu na waga napitia wakati mgumu sana wa kupigwa. Yaani unavyoona hivi ni Simba wote kupitia wakati mgumu kwa sababu mke wangu anakuwa ana furaha, anakuwa na hasira. Sasa kwa nini na wewe uache kuongea kwenye media Zatiari, kitu, mm, kwa sababu mke wako ndio ushajua kwamba hataki uongee. Sasa tayari kwa sababu hizo ndio kazi ambayo tumechagua. Aga tunapata chochote kitu ili kuendesha maisha. Kwa hiyo tunavozungumza hivyo, kuna wale mashabiki ambao wanatupenda. Mm, wana wana ah, bwana mnaongea vizuri bwana mnaisupport Simba na nini? Mm. Wanatupa chochote kitu. Kwa hiyo ndio maisha ambayo tunapata kasabu, ye, tukasabu, anini, mda, mda kwa sababu siwezi kumtegemea yeye tu, kwa sababu anakuwa labda ana kipato na nini, siwezi kumtegemea yeye muda wote. Kwa hiyo kuna muda ambao mwenyewe waga, na hizo ndio fani zetu. Tunaongea, tunakuwa kama influencer. Klabu ya Simba inatutunza vizuri, kwa hiyo tunakuwa tuna tunapata tuna, tuna chochote kitu.